Habari, kwa majina yangu ni Celina Didas ni mwanzilishi wa taasisi ya Eagle Sight Charity. Taasisi charity taasisi hii inafanya shughuli za kutoa misaada especially kwa watoto wenye mahitaji wanaoishi katika mazingira magumu, kama kusaidia kupeleka vifaa vya vitakavyowasaidia katika elimu, vifaa ambavyo vitakavyowasaidia katika matibabu, lakini tunatoa elimu ya malezi kwa wana, kwa watoto wazazi pamoja na walezi. Tunafanya hivi kwa sababu dunia tuliopo sasa hivi ni tofauti na zamani. Wakati sisi tuna tunakuwa zamani, wazazi walikuwa walezi wa moja kwa moja kwa watoto wao, hakukuwa na mitandao ya kijamii kimaanisha hawakukuwa na ukuaji mkubwa wa teknolojia kama ulivyo sasa hivi. Bado teknolojia inakuwa haraka haraka right. lakini kipindi hiki tunaona namna ambavyo teknolojia inakuwa kila siku, mambo mapya yanakuja kila siku, tunajifunza vitu vipya kila siku, ili kwa ajili ya kuendana na kasi ya dunia. Na ndio maana ukiangalia leo wazazi wengi wanatumia hivi vifaa ambavyo vifaa vya dijitali, vifaa vya dijitali kwa ajili ya malezi, unakuta uh, lese mtoto analia uh, mzazi anampa simu moja kwa moja, lakini zamani hatukuwa na kitu kama kama hicho. Malezi alikuwa ni moja kwa moja mzazi na mtoto. Pia watoto walijifunza vitu vingi kupitia kuona wazazi wao wanafanya nini kama wa ilikuwa kama mzazi akiwa jikoni utakuta mtoto naye nayeko jikoni. Kwa sababu gani? Ndivyo watoto wanajifunza vitu vingi sana wanavyoviona watu wazima wanavifanya, especially wale watu wao wa karibu sana, kama wazazi au walezi. Na na ndio maana watoto walipoona, wanapenda sana kucheza michezo ya kupika ile, wanachukua vikopo, wanajipikilisha kwa sababu tol nivo ni vitu ambavyo walitaka kujifunza. Wengine wali ngine waliona baba zao wakicheza mpira au kaka zao walicheza michezo ya solo usolo sijui bao, walicheza michezo mingi ambayo iliwasaidia sana watoto kuwa na afya bora, lakini pia kufikiria vizuri, kuwaza, kutegemea akili zao kuliko vitu vingine kwao. Zama hizo sasa zimebadilika sana nao, malezi yamechukuliwa kidigitali sana nao, watoto unaweza kuwakuta, mtoto siku nzima amekaa ndani tu, ajaenda kucheza. Kwa sababu gani? Ana watch, anaangalia katuni au yuko na simu, kuna TikTok huko, anaangalia, ana peluzi tu. Uh, na ni kitu ambacho wazazi wengi wanakifanya mara nyingi, kwa hiyo na watoto wameona hivyo ndivyo vitu vya muhimu sana kujifunza tofauti na mwanzo. Sisi tulijifunza kupika, kuwaona wazazi wetu, tulijifunza uh, kufua tulijifunza kufua wakati tunaona wazazi wetu, hata kuosha vyombo tulijifunza, kwa sababu ndio vitu ambavyo, mtoto anapozaliwa ubongo wake unakuwa empty au jicho chote, kwa hiyo tayari kujifunza chochote, na kile ambacho anachokiona mara kwa mara ndicho kitu ambacho anakipokea. Na sasa hivi watoto wanaona mara kwa mara wazazi wa kie wakitumia simu kwanzia asubuhi chana jioni mpaka usiku, na hii ni hatari sana kwa watoto wengi wa leo hawajui kazi kwa sababu zimekuwa sio za muhimu tena kwao kujifunza. Of course yes, lakini hizi zilisaidia mtoto kuwa active sana, lakini zilisaidia moja kwa moja kuileta familia pamoja. Kwa mfano mzazi anapokuwa anapika jikoni, atazungumza na mwanaye, atamwelekeza, watapiga stori, wataongea mambo mengi. Lakini sasa hivi mzazi akiwa busy na simu yake na mtoto akampa simu yake, hakuna mazungumzo. Maana yake kama hii mitandao ya kijamii au hizi digital platform sio mbaya, lakini kama tutazitumia in productive way kwa ajili ya kuzalisha au kwa ajili ya kukua pale ambapo sio mbaya, iwapo tu tutatumia katika mpangilio um, au katika njia salama, kuhakikisha watoto wetu wanapata kile wanachostahili kulingana na umri wao, lakini kuendelea kujifunza. Hatuwezi kukwepa swala la ukuaji wa teknolojia, hatuwezi kukwepa matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini tuangalie na kuchuja. Namna gani tunapowakabidhi watoto wetu hivi vifaa kuvitumia, tuhakikishe kwa kwamba usalama aupo kwa ajili ya kesho yao, lakini pia kuilinda jamii yetu na tabia mbovu ambazo zinaibuka kila siku. Na kadri ambavyo mbovu siku zinaenda, tumesikia kuna mambo mabaya, tabia mbaya zinaendelea kuibuka, watoto wanazidi kujifunza vitu vipya. Unakuta watoto wanafanya mambo ambayo hata wazazi wenyewe hawajawahi kufikiria kuyatenda, lakini sasa wameyafanya watoto wao. Ni nini kimesababisha? Ni matumizi mabaya. Wazazi na walezi tunatakiwa kupata elimu ya kutosha Paku hasa pale tunapokaribia kuwapa watoto wetu hivi vifaa, lakini pia hii mitandao ya kijamii isitutenge na familia zetu, isitutenge na watoto wetu. Wazazi na walezi kwa pamoja tutumie teknolojia sawa, lakini muda wa familia kama familia kukaa kuzungumza, tuendelee kukaa na kuzungumza, ili itatusaidia sana wazazi kuwajua watoto wao zaidi, ili itatusaidia sana wazazi kuzidi kuongeza umakini watoto wao especially kwenye makuzi yao, kujua kitu gani kipya kimeingia kwa mtoto, kitu gani kipya ambacho kimeingia ni kizuri na ambacho sicho kizuri ili kuweza kumsaidia mtoto. Kwani wanasema samaki mkunji angali akiwa mbichi, akisha komaa ukimkunja atavunjika, na meneshi akisha kauka ukimkunja atavunjika. Kwa nini? Kwa sababu muda wa kumkunja au muda wa kumrekebisha umesha, umesha. muda wa kumrekebisha mtoto umeshapita. Tufanye nini sasa, wazazi? tujitahidi na sisi kujifunza kutumia hizi mitandao ya kijamii na kuwa na uelewa wa kutosha. Ni maana hiyo Eagle Sight Charity iko hapa kwa ajili ya kusaidia na wote kwa pamoja kuhakikisha mtoto anakuwa katika mazingira salama, zile tabia njema, maadili yanakuwepo, mtoto anakuwa na ujuzi mzuri wa teknolojia ambayo itasaidia familia, nchi yetu pamoja na dunia kwa ujumla. Utajisikia fahari sana kesho kuona mwanao amekuwa mgunduzi wa kitu fulani unaotokana na teknolojia, manake itasaidia familia yake, itasaidia watu wake, itasaidia taifa lake, lakini pia itasaidia watu wa mataifa mengine, na maanisha dunia kwa ujumla. Kwa hiyo basi, ninakukaribisha kuungana na mimi katika safari hii ya kuleta mapinduzi ya matumizi bora ya teknolojia hasa kwa mtoto. Asante, tukutane siku tuku nyingine na kwa helini.